Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale alojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji atakiwa kuharakisha maandalizi ya mpango huo. Kampuni ya Mart Choice Tanzania yaahidi kuendelea kuwezesha ukuaji wa maudhui ya ndani kwa kuibua na vipaji vya kibiashara. Na katika habari za kimataifa tangazo la ushuru mpya wa Trump laibua taharuki duniani. Karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuanzie huku jijini Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa ameelekeza kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kuharakisha kuandaa mpango huo ili uanze kazi kwa lengo la kurahisisha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji nchini. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chache inasomwa hapa studio na Goodluck Msola like akizungumza jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa maandalizi ya mpango huo Waziri mkuu ameitaka sekta binafsi kutoa maoni ya kina na mapendekezo yenye manufaa kuhusu maboresho yanayohitajika ili Tanzania iendelee kuwa kitovu cha biashara na uwekezaji katika ukanda wa Afrika. Amesema serikali itaendelea kutoa ushirikiano wa dhati ili kufanikisha malengo ya mpango huo ambao umelenga kuvutia uwekezaji wa ndani na nje kwa kuwezesha wawekezaji kupata mazingira bora kupitia teknolojia mpya na kuchochea miradi mipya ya uwekezaji na biashara ili kupunguza changamoto ya ajira nchini. Aidha, ameeleza kwamba mpango huo utaboresha miundombinu ikiwemo barabara, bandari, huduma za nishati na fursa zingine zinazosaidia katika uwekezaji na ufanyaji biashara na utaongeza mtaji katika biashara nchini. Tunakwenda kufungua milango ya kupata masoko kimataifa kwa bidhaa zinazozalishwa hapa ndani. Mpango huu unakwenda kuboresha mazingira ya biashara na kuvutia makampuni ya kimataifa kuwekeza hapa nchini ambayo pia yenyewe yatakuwa ameshatafuta fursa za masoko kwa bidhaa ambazo zitazalishwa hapa ndani na kuifanya Tanzania kuwa kivutio cha biashara duniani, kama vile uwekezaji ulioko eneo la Ubungo ambao utakuja kuvutia ununuzi katafuta masoko kutoka nchi za Afrika Mashariki, lakini pia na sadiki. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema kuwa kuzinduliwa kwa mpango huo utachangia kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini kama msingi katika kufikia malengo ya kukuza uchumi. Hii kamati ambayo tunaenda kuizindua leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ionekane tu wazi kwamba ni sema jitihada za serikali za kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na ni sehemu za jitihada za Mheshimiwa Rais kufanya hivyo, kama ambavyo tunafahamu E, kwamba Mheshimiwa Rais mwaka jana aliunda tume ya kirais ya kushughulikia masuala ya mfumo wa kodi Tanzania. Kwa hivyo kamati hii na kamati ya Mheshimiwa Rais zikuungana pamoja zile ripoti, tunaamini kwamba tutatoa e, mwelekeo mzuri zaidi wa kuboresha mazingira ya biashara hapa nchini. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Tanzania imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuanza kutumia mfumo wa satellite kwa ajili ya kuwawezesha wavuvi kufuatilia kuvua na kuuza samaki kupitia mfumo maalum wa kielektroniki ujulika nao kama PFZ ambao hadi sasa umeshafikia wavuvi 915. Taarifa zaidi na Good Luck Kimsola. Mfumo huu ambao umezinduliwa na naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Edwini Muhede, unatoa uhakika wa asilimia 55 wa upatikanaji wa samaki kwa mvuvi huku ukiwa na uwezo wa kutoa maelekezo ya hali ya hewa pamoja na hali ya usalama unatizama kama mkombozi mpya katika sekta ya uvuvi. kupitia hii hawa watumiaji, tumeweza kubaini kwa urahisi kwamba kati ya hao asilimia 75 ni wale ambao wanafanya shughuli za moja kwa moja za uvuvi, yaani hawa ni wavuvi, wakati asilimia 25 ni wafanyabiashara wa mazao haya ya samaki au mazao ya uvuvi kwa ujumla. Lakini pia idadi ya miamala iliyofanyika kwenye mfumo katika kipindi hicho cha tangu Januari mpaka sasa ni miamala elfu tisa. Yaani kuna transaction elfu tisa zilitembea, ambazo mwanzoni tulikuwa tunaona tu hela huku, yaani unaona tu matokeo, lakini hujui zinatembea wapi. Biashara tulipofikia, lazima unaiona ni ile inakwenda. Miamala elfu tisa iliweza kufanyika katika kipindi hicho ambapo kati yake tuliweza kujua kwamba aina ipi ya samaki waliokuwa wamehusika na miamala hiyo. Kulikuwa kuna kolekole iliyohusisha miamala 406, miamala 264 ni samaki aina ya tasi na miamala 263 hii ilihusisha e, changu. Upande wake mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa uvuvi nchini Tafiri, Dr Ismaili Kimelei pamoja na mratibu wa mradi huo mwandisi Innocent Sailale wamesema mfumo huo ulianza majaribio miaka saba iliyopita, lakini umeanza utafiti kuanzia mwaka 2011 ambapo umewezesha kuonesha matokeo bora, kwani kati ya wavuvi asilimia 80 waliotumia mfumo huo katika kuvua pamoja na kutambua maeneo ya samaki asilimia 75 waliweza kupata samaki. Kwangu mimi ni furaha kwamba tulilianza kama kipropozo kidogo ambacho by then tulipata nafikiri kwa dola elfu moja ile sikui wakati ule tunaanza mwaka elfu mbili na kumi na moja na sasa limekuwa ni dude kubwa, limetengeneza mifumo mingi na kama ambavyo umeona sasa. Uh, tuna tunakwenda kwenye mpaka mataifa mengine sasa. Mfumo huu wa kidijitali unasaidia wavuvi kutambua maeneo bora ya uvuvi, kuuza samaki wao, pamoja na kufanikisha biashara kati ya wao na wateja wao. Sisi kama wasimamizi wa mradi huu, tunayo furaha ya kuona ndoto hii imetimia kwa uongozi thabiti wa serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tunaamini kuwa mfumo huu utawezesha sekta ya uvuvi kufanikisha azma ya uchumi wa buluu kuongeza kipato cha wavuvi na kuhakikisha usalama wa chakula na taifa. Hata hivyo, katika mkutano huo, mkurugenzi msaidizi wa uvuvi kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Christian Nzoa, na baadhi ya viongozi wa jiji la Dar es Salaam akiwemo mkurugenzi wa jiji Eliuluma Maberia, sanjari na mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo wameelezea uwepo wa muhimu wa lafeli, opo, soko la kimataifa la feri na tija mfumo huo kwa wavuvi waliopo sokoni hapo. Ifahamike kwamba kuna takriban ya vyombo mia hamsini mpaka mia mbili kutoka sehemu zote wanakuja kushia samaki hapa, na kingine, lazima tufahamu kwa nini tumekaa hapa. Kwa siku takriban watu elfu mbili mpaka elfu kumi na mbili wanaingia kwa ajili ya kununua na kutoka kufanya shughuli zao hapa Hayo yote ndio maana tuko hapa. Hivyo basi kupitia huu mfumo wa kuvua uza ndio unatufanya, ndio maana tumechagua eneo hili kukutana pamoja. Halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kukua kimapato katika kipindi cha miaka mifupi, akiwa chini ya utendaji wa mkurugenzi wetu wa jiji la Dar es Salaam. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam limeendelea kuongeza uwezo wake wa makusanyo ya fedha moja ya eneo ambalo halmashauri imeongeza mapato yake ni soko la samaki Feri. Mapato ya halmashauri yamekuwa, katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, tulikuwa tunapata bilioni 81. Mwaka uliofuatia halmashauri ilitoka kukusanya kutoka 81, na lengo ambalo walipele, walipewa la bilioni 89, walivuka na kwenda kukusanya bilioni 111 makofi. Kwa halmashauri yetu ya jiji na sehemu ambayo ilionyesha uwezo wa makusanyo kuongezeka ni soko lako hili la soko la samaki seri. Mataifa mengine duniani yanayotumia mfumo huo wa satelaiti kwa ajili ya uvuvi ni pamoja na taifa la China na lile la Indonesia, huku kampuni binafsi zikiwa ndizo zinazoongoza sokoni kwa kuwa na mfumo huo. Asante sana Gudda Kimsola kwa taarifa hiyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa miradi mitatu ya majengo ya mahakama likiwemo jengo la makao makuu ya Mahakama ya Tanzania ambalo ni la sita kwa ukubwa duniani na ni la kwanza kwa ukubwa barani Afrika litakapozinduliwa. Taarifa zaidi na Josephine Kaponya kutoka Dodoma inaarifu. Ni historia ya pekee inaenda kufanyika jijini Dodoma, ambapo jumla ya miradi mitatu ikiwemo mradi huu ambayo inaenda zinduliwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Profesa Olisante Ol Oles, Gabriel anaeleza jumla ya kiasi ambacho kimetumika kutekeleza mradi huu. Gharama ya jengo hili ni bilioni 129.7, na gharama za kitaalam ni bilioni 110. Kodi la ongezeko kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT ni bilioni 19.7. Profesa Elisante Ole Gabriel ambaye ni mtendaji mkuu wa mahakama nchini akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma amesema kuwa kuna mageuzi makubwa katika masuala ya ujenzi wa mahakama za mwanzo nchini ikiwemo jumla ya majengo 74 yaliyogharimu shilingi bilioni 67.5 huku akieleza miradi mitatu inayotarajiwa kuzinduliwa tarehe tano mwezi Aprili mwaka huu. Mambo mengine yaliyofanyika kwa mfano ni mradi wa ujenzi wa nyumba ya jaji mkuu eh, Chief Justice Palace ambayo ni takriban bilioni mbili na milioni 18 na na mradi unaendelea vizuri, lakini pia kuna ukarabati ambao umefanyika katika mahakama kuu mbili kumbili, Tabora na Dodoma bilioni 3.2. Lakini kama e, mnavyofahamu pia e, upo mradi sasa wa makao makuu ya tume ya utumishi wa mahakama jengo ambalo liko pembeni tu pale e, ambalo lina sakafu sita lile nalo ni bilioni 14.3, lakini bila kusahau kwamba Eh, upo mradi wa makazi ya waheshimiwa majaji, mradi wa nyumba arobaini na nane ambazo nazo pia zinazululiwa. Kuhusu matumizi ya mifumo ya kisasa ya kimahakama, Profesa Lesante Ole Gabriel anaeleza jinsi ambavyo mifumo hiyo imeboreshwa. kwa ya kile unde ndio Kiswahili sahihi, na katika mifumo tulionayo tuna judicial situation room ambayo imeipo basement pale, niliwaambia ni ya pili kwa ubora wa mitambo iliyopo duniani. Lakini vile vile jengo hili limeunganishwa na mifumo mingine, mahakama zetu zote nchini, tunaweza kuona nini kinatokea kwenye real time. Kwa hiyo ina miundo mbinu ya kisasa sana, na mifumo mingine ya kiusalama na kadhalika. Katika hafla hiyo jumla ya wageni 2500 wanatarajiwa kuhudhuria ili kushuhudia tukio hilo kubwa la kihistoria nchini Tanzania. Nikiripoti kutoka makao makuu ya mahakama kuu ya Tanzania, jina langu ni Josephine Kaponya, TVE. Asante sana Josephine kwa taarifa hiyo. Katika kukabiliana na changamoto ya wa wanyamapori wakali na waharibifu kwa wananchi waishio jirani na hifadhi, idara ya wanyamapori nchini inaandaa mikakati jumuishi kwa kushirikisha sekta mbalimbali ikiwemo kilimo na ardhi, lengo likiwa ni kumaliza changamoto hiyo. Taarifa iliyoandaliwa na Mrisho Mapeyo inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika warsha maalum iliyoandaliwa na wadau mbalimbali ikiwemo kurugenzi wa halmashauri, Dr. Fortunata Msofe, mkurugenzi msaidizi idara ya wanyamapori Wizara ya Maliasili na Utalii, amesema ni muhimu kwa mpango huo kuwa jumuishi kwa kuwa hifadhi nyingi hazina uzio, hivyo sekta za kilimo na ardhi ni muhimu kushiriki mikakati hiyo, ili kubainisha maeneo ya kilimo na makazi salama. Sasa hivi wanyamapori wa kama tunavyofahamu wameongezeka kwenye, kwenye maeneo yetu ya hifadhi na hifadhi zetu ziko hazina hazina uzio. Kwa hiyo wanyamapori, kuna vipindi wanatoka kwenye maeneo yaliyohifadhiwa, na wanavyotoka kule sasa wanakumbana na uh, um, shughuli za kibinadamu zikijumuisha makazi, lakini pia kilimo, na kwa hivyo mwingiliano unaongezeka kulingana na jinsi ambavyo tunakwenda mbele. Kwa hivyo inabidi tushirikiane na sekta mtambuka kama za kilimo, lakini sekta ya ardhi kwa maana ya upangaji wa maeneo ya makazi ili kuhakikisha kwamba sekta hizo pia zinakuwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati tutakaouandaa. Kwa upande wake mkurugenzi wa utafiti na mafunzo Wizara ya Maliasili na Utalii Dr. Edward Loti amesema kwa sasa kuna takriban halmashauri hamsini na mbili ambazo zimekuwa kwenye mgogoro kutokana na mwingiliano kati ya wanyamapori na binadamu waishio maeneo jirani na hifadhi, ambapo amesema wameandaa pia mafunzo kwa askari wa vijijini ili waweze kushiriki mkakati wa maisha wananchi. Nao baadhi ya wakurugenzi wa, wa halmashauri walioshiriki warsha hiyo wamezungumzia namna ambavyo wanyamapori wa wamekuwa wakiathiri maisha ya watu kwenye maeneo hayo na kuitaka idara hiyo kuweka mikakati bora ili kunusuru maisha ya wananchi. Katika eneo ambalo mimi natoka, halmashauri laya Babati, kumekuwa na usumbufu mkubwa sana hasa mnyama tembo. Tembo wamekuwa wakisumbua sana wananchi kuvamia mashamba yao kwenda kufanya uharibifu kwenye mashamba, lakini sio uharibifu tu wa mashamba, mpaka na kuwadhuru binadamu. Ndani ya mwezi huu tu wa tatu tayari tuna mwananchi ameweza kuuawa pale kwa kukanyaga kanyaga na tembo. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna baadhi ya watembo ambao ukitumia zile mbinu mbalimbali, wanaelewa wanarudi kwenye hifadhi, lakini kuna baadhi wanakuta ni wakorofi sana katika wilaya yangu. Eh, tuna changamoto ya viboko mamba, lakini pamoja na simba na chui. Wilaya yetu ni mapito au corridor ya wanyama wanaoelekea mbuga za wanyama za Selous. Kwa hiyo tuna changamoto kubwa na imepelekea baadhi ya wananchi kukamatwa. Kwa mfano, mamba wanakamata wananchi anapokuwa anaenda kuteka maji, lakini pia wanyama wakali kama simba na chui wanapokuwa wanapita kwenye mapito hayo, madhara makubwa yametokea kwa kukamata ng'ombe, mbuzi, kondoo, lakini pia wakati mwingine kudhuru binadamu. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Jamii mkoani Katavi imetakiwa kutoa telekeza watoto na kukwepa majukumu ya malezi, hali ambayo inatajwa kuwa moja ya sababu inayochangia ongezeko la watoto wanaoishi katika mazingira magumu na baadhi yao kupelekwa kwenye vituo vya kulelea watoto yatima. Neema Huseni ameandaa taarifa zaidi kutoka Katavi. Wakizungumza mara baada ya kutoa msaada kwa watoto wanaolelewa katika kituo cha kulelea watoto yatima kilichopo halmashauri ya Mlele mkoani Katavi, afisa ustawi na wasimamizi wa kituo hicho wamesema baadhi ya watoto wanatelekezwa na wazazi wao. lakini nichukue fursa hii pia kuiasa jamii, kwa sababu tuna changamoto za utelekezaji wa watoto kwenye familia zetu, ambazo mwisho wa siku watoto hao wanaangukia kuwa kwenye mazingira hatarishi, na wengine wanakuta wanafanya biashara mbalimbali mbali kwenye mitaa yetu. Kwa hiyo niase jamii kuhakikisha kwamba wanafanya malezi bora kwa watoto wao, lakini ili watoto wale waweze kuendelea vizuri wazazi washikamane kwa sababu kuwacha watoto peke yao, na mwisho wa siku wanaangukia katika mazingira ambayo sio sahihi. Lakini ni wase pia ndugu walezi na wengineo, ambao tunapowafikisha watoto kwenye mazingira ya kifamilia, wawapokea watoto vizuri na waendelee kuishi nao kwa uzuri na kwa usalama zaidi. Zawadi hizi kimsingi zitaenda kuwasaidia watoto katika mahitaji yao mbalimbali mbali ya kimsingi ambayo, um, yanafahamika kama vile hitaji muhimu, hitaji la chakula, lakini na mahitaji mengine ambayo kimsingi yanaweza yakawafanya watoto hawa waweze kuwa na utulivu katika kuweza kujifunza na katika kufanya wakuwe kiakili na kimwili. tunawapata kwenye mazingira magumu na kuna watoto ambao wanaletwa na ustawi wa jamii, ndio tunaochukua, tunaishi nao hapa. Kwa hiyo tunakuwa tunawatesa watoto kwenye hali hiyo. Kuna watoto wengine ambao wanapata bahati wanaletwa kwenye kituo tunawaangalia. Na kuna watoto wengine ambao waliokosa bahati wako mitaani wanazagazaga. I am here on behalf of my fellow orphans to congratulate you for showing love to us. We have received this gift with full of respect. To be honest, we are very happy for your appreciation. God will bless you. Yahaya Mburu ni katibu tawala wilaya ya Mlele ambaye alimwakilisha mkuu wa wilaya katika utoaji wa msaada huo pamoja na chifu wa kabila la Wakonongo katika wilaya hiyo, kwa pamoja wamerudisha shukurani kwa mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujali watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Mheshimiwa rais mempendeza kugusa kundi hili la watoto yatima katika wilaya yetu ya Mlele kwa kutoa sadaka kama ambavyo mnaona, tumepokea mchele zaidi ya kilo 225 lakini tunaunga zaidi ya kilo 225 na vitu vingine kama sukari pamoja na mafuta kupaka ya kupakaa kwa ajili ya watoto wetu, hawa watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu ama watoto yatima. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Raisi kwa sadaka hii kubwa. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika kutekeleza majukumu yake, na ndiyo maana mama huwa haachi vifaranga vyake, akaangalia vifaranga hawa. Hawakutaka wewe yatima, lakini Mungu alipanga mipango hii na mimi niwe karibu na yeye. Tunamshukuru Mungu amzidishie sana. Asante sana, Neema Huseni kwa taarifa hiyo. Jamii imetakiwa kutoficha watoto wenye ulemavu kwani nao wana haki ya kupata elimu na malezi bora yatakayowasaidia kujitegemea katika maisha yao ya baadaye. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita ina arifu zaidi. Wito umetolewa na katibu wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Kalangalala, Laiman Yusufu, wakati wa shughuli fupi ya kukabidhi msaada wa vifaa mbalimbali kwa watoto wenye wa ulemavu katika shule ya msingi Mugani, manispaa ya Geita. Hafla hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya jumuiya ya wazazi wa chama hicho, na kuwaomba watoto hawa wasifichwe ndani Mwenyezi Mungu aliwapa ulemavu wa kiungo fulani ama ulemavu wa kitu, lakini sasa tunawaomba wawe mfano, waje wajifunze shule ya msingi Mbugani, waje wajifunze na wajione. Niwapongeze wazazi wa watoto hawa, niwapongeze watoto, wazazi wa watoto hawa hawakuwaficha ndani, wakaamua watoe, wawalete shuleni ili wajifunze na waungane na wenzao na wao wajione ni miongoni mwa watoto kama watoto wengine. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Mele Mpangara amesema wameguswa na juhudi za kuhakikisha watoto wao hawatengwi bali wanathaminiwa kama sehemu muhimu ya jamii. Mkuu wa shule ya msingi Mbugani Edith Mdunguru ameelezea kuwa licha ya msaada waliopata bado kuna mahitaji muhimu yanayohitajika ili kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi. Maazimisho ya wiki ya wazazi, tumeona sisi tuongee na watoto wetu hawa kwa kutoa vitu hivi vidogo ambavyo vitawasaidia kwa muda watakavyokuwa wanavitumia. Tongu kwa jamii ni kwamba hawa watoto wastengwe. Ma, wapate mahitaji yao ya kila siku wanayoyahitaji. Familia zingine wanawatenga, wanawaficha, sisi hatutaki hiyo, pamoja na serikali ya mama. Mama hataki kabisa watoto hao wa wafichwe Anataka watoto wasome ili wafanikiwe. Watoto hawa wengi hawana mahitaji ya shule. Ili apate elimu, anahitaji mahitaji ya shule, kama ambavyo nyinyi mmeleta madaftari, kalamu, penseli, mafuta ya kupaka. Kama watoto wa albino hawa, wanahitaji sana mafuta ya kupaka, lakini wanahitaji sabuni za kufulia. Wengi wanatoka katika familia maskini hiyo wanapopata vifaa kama hivyo kwa kweli vinawasaidia nao. Baadhi ya wa wanafunzi wa shule hiyo wametoa shukrani zao kwa msaada waliopatiwa wakisema utasaidia katika masomo yao, huku wakiomba jamii na wasamalia wema wengine kuwakumbuka na kuendelea kuwasaidia katika wanafunzi. wa mbugani kuna wengine unakuta kama mwalimu alivyosema, unakuta wengine darasani hawaoni awoni mbali, lakini tunasogeza madawati mbele. Kuna wengine unakuta una kuandika kwao ni ni vigumu sana, wapo wengine walemavu wa mikono, walemavu wa viungo kuandika awajiwezi, ila tunaomba mtusaidie. Katika CCM kuna wanafunzi wasioona maarubino na wasiosikia, kwa pamoja tunasoma vizuri. Chakula ni shida kwetu kwa sababu um, chakula chetu tunatakiwa tubadilishiwe, chakula kukiwe chakula kizuri zaidi. Wazazi walezi na jamii kwa ujumla wamehimizwa kuendelea kuwaunga mkono watoto wenye ulemavu kwa kuhakikisha wanapata haki zao za msingi, ikiwemo elimu, malezi bora. Aidha, imeelezwa kuwa mchango wa wadau mbalimbali ni muhimu katika kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuimarisha mustakabali wa watoto hao ili waweze kufikia ndoto zao na kuchangia maendeleo ya taifa. Asante sana Joel, kwa taarifa hiyo mtazamaji. Hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari, kampuni ya Mart Choice Tanzania yaahidi kuendelea kuwezesha ukuaji wa maudhui ya ndani kwa kuibua na vipaji vya kibiashara.